katia kuwa saa 24 fupa gumu, sababu za tajwa. Lakini fedha za vuruga vigogo serikalini, fedha za vuruga vigogo serikalini, marasima DC wasomi vioni na wakuu wa mashirika eh, wakipigana vikumbo na wanasiasa eh, majimboni. Lakini Sumaye afichua kiini cha tatizo atoangalizo utendaji kuporomoka hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, inasema fedha eh, za vuruga vigogo serikalini. Lakini Chadema yatoa ahadi kufufua uchumi Tanga, Chadema yatoa ahadi kufufua uchumi Tanga. Ofisa wa TFS e, eh, anayedaiwa kuua raia kupanda kortini, ofisa wa TFS anayedaiwa kuua raia kupanda kortini. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako lanipashe Nipashe, mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, lenye inaanza nambari inayosema siku e, ya maziwa, unyonyaji maziwa chini bado uko nchi ya, chini ya viwango e, unyonyaji wa maziwa nchini bado uko chini wa viwango. Lakini rufani ya mwokoa wa kifungo cha miaka 60 gerezani kesi ya kunajisi mwanafunzi, rufani ya mwokoa kifungo cha miaka 60 gerezani kesi ya kunajisi mwanafunzi lakini habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe ni CHADEMA, eh, msajili bado kwa fukuta eh, CHADEMA msajili bado kwa fukuta CHADEMA eh, msajili bado kwa fukuta. Mnyika afunguka sakata la kutotambulika ofisini. Heche asema hawajakimbia uchaguzi. Eh, mashahidi kuanza kusikilizwa kesi ya Lissu kinguruma leo. Lakini anasurika kifo akidaiwa, eh, kujaribu kuiba nyaya katika transfoma anaosurika kifo akidaiwa kuiba nyaya katika transfoma. Lakini hivi ndivyo utakavyokuwa mchujo wa CCM kwa wagombea inasema, e, hivi ndivyo utakavyokuwa mchujo wa CCM kwa wagombea. Chama hicho kimeanika hatua watakazopitia watiania na ubunge, udiwani, viti maalum hadi e, uteuliwa kupeperusha bendera. Ndio habari inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe. Lakini mchungaji ataka wanaomkejeli rais Samia wakamatwe mchungaji ataka wanamke jeli ya Rais Samia wakamatwe yule, habari kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini kuchana gazeti eh, la Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako eh, la Taifa Leo linaandika ni kazi bila bila breki eh, ni kazi bila breki. Lakini raila ataka fidia kwa jenzi Mkenya ashinda tuzo kuu ya UN. Gachagua eh, kalonzo waamba madaraka eh, Gachagua na Kalonzo waamba madaraka. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Taifa leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge lenye linaanza na habari inayosema nimki nem, eh, kupunguza matumizi ya plastiki eh, inayohatarisha viumbe hai. Nimki kupunguza matumizi ya plastiki inayohatarisha viumbe hai. Lakini Sheikh wa mkoa wa Dodoma atoa neno kuhusu mitandao. Sheikh wa mkoa wa Dodoma atoa neno kuhusu mitandao. Lakini sisi mpongeza rais Samia Tuzo za ya bunge e, sisi mpongeza rais Samia Tuzo ya bunge. Lakini mwenge wa uhuru watua Dar es Salaam kuzindua miradi ya mabilioni e, mwenge wa uhuru watua Dar es Salaam kuzindua miradi ya mabilioni. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kolo machinga sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la habari leo lenye lina habari kubwa inayosema CCM yamempongeza Samia Tuzo ya bunge. CCM yamempongeza Samia Tuzo ya bunge ina habari ukurasa wa tano. Lakini muasisi wa tano wafariki dunia. E, muasisi wa tano wafariki dunia yule habari ukurasa wa saba. Msajili atoa maagizo manne vyama vya siasa e, huyu ni msajili atoa maagizo vyama vinne vya siasa yule habari pia ukurasa wa tatu, na vyama 14 vyatoa msimamo wa uchaguzi mkuu ukurasa wa pili inasema vyama 14 vyatoa msimamo wao e, kuhusu uchaguzi mkuu. Tanzania ya thamini mchango wa AFDB mageuzi uchumi uchumiau uchumi ukue asilimia 7.0 kwa, kwa mwaka. Na tukiachana gazeti lako la habari leo, tuangazie gazeti lako la majira linyi linaandika ACT kushiriki uchaguzi wa Oktoba ikidai thamani ya kura. Lakini JICA yaahidi kuendelea kushika mkono serikali. Wanafunzi wa Tanzania wa ng'ara duniani. Lakini wampongeza rais kwa kutunukiwa tuzo na bunge. Wakurugenzi eura watembelea miundombinu ya gesi asilia e, wakurugenzi eura watembelea miundombinu ya gesi asilia, ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Pate nakale yako kwa habari kwa kina, ikitukia chana gazeti la Majira. Tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo. Lini naandika yampongeza Dr. Samia kupewa tuzo ya heshima, heshima, lakini Tanzania inathamini mchango wa AFDB utekelezaji miradi na sharifa itaka osh kuwafikia wafanyakazi wan, wananchi. Inabari ni gazeti lako la Zanzibar Leo kanuni huduma utangazaji uchaguzi 2025 22 zaandaliwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana na gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Zanzibar leo ndio tunaanza nalo, linaandika KVZ zd ya kukoleza kasi mbio za ubingwa PBZPL, lakini DBC yasisitiza uwekezaji kwenye vipaji vipya. Na gazeti lako E, gazeti la Majira kwenye michezo naandika NBC yaridhishwa mwelekeo wa soka nchini, yasisitiza uwekezaji kwenye vipaji. Lakini Fadlu, uchovu umechangia kut, e, kutotinga fainali FA, uchovu umechangia kutotinga fainali FA Cup. Hilo ni gazeti lako la Majira. Lakini kwenye gazeti lako la, e, gazeti lako la Habari leo kwenye michezo inaandika Fadlu aitaka Yanga ligi kuu e, Fadlu aitaka Yanga ligi kuu Eh, kuipiga jeki Twiga Olimpiki lakini PSG yataja siri ubingwa Ulaya. Iyo ni gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo. Lakini Wamachinga gazeti lako linaandika Stars yatajwa bila Samata na Mzize eh, Stars yatajwa bila Samata na Mzize. Fadu tunasonga mbele na ligi kuu, azizikii mwalimu akipiga dhidi ya Porto lenye linaandika Yanga yaibua mapya dabi ya Kariakoo fadua kubali yaishe, Simba Singida Black Stars sasa yataka ubingwa shirikisho, miamba CWC yapewa hadi Juni 10 kusajili wachezaji wapya. Hilo ni gazeti lako la Ze Spoti kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari e, kwa kinam. Lakini tukiangazia e, kwenye gazeti lako la Mwanaspoti

Uh, hawakufanya uchochezi hiyo. Uh, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini gazeti lako la Mwanaspoti ndio gazeti linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala bari bari kwa, kwa, kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.